Mtu mzima mtoto, sehemu ya nane. Songa nayo shani. Hakumwelewa kabisa Sefu, kwani muda mwingi alimkwepa. Hali ilizidi kuwa mbaya, ambapo maumivu makali yalimwanza Sefu, hasa kwenye kibofu chake cha mkojo. Sefu alijishangaa sana, lakini mpaka kufikia hali hiyo hakuweza kumweleza mtu yeyote. Akiwa bado yuko ugenini, alitafuta mganga wa kienyeji, ambaye alimweleza kuwa yule mama aliyefanya naye mapenzi alikuwa kazindikwa Ndiyo maana yametokea hayo. kutokana na umri wa Sefu, mganga aliamua kumtibu bure. Sefu alikuwa mwoga kwa kipindi kichache. Muda ulizidi kusonga mbele ambapo matokeo ya darasa la saba yalitoka. Hivyo Sefu ilimlazimu kurudi nyumbani kwao kwa ajili ya kupanga mipango ya yeye kwenda sekondari. Sefu alifaulu vizuri ambapo matokeo yake yalimruhusu kwenda shule ya kata. Hakuchaguliwa moja kwa moja kwenye shule maalum. Hii ilikuwa ni furaha kwake na kwa mama yake pia. Mama yake hakupenda Sefu asome shule ya kata, hivyo alifanya mawasiliano na kaka yake aliyeitwa Marco ambaye ndiye mjomba wa Sefu aliyekuwa ni mwalimu wa sekondari. Jambo hili Marco halikumsumbua hata kidogo. Wakakubaliana kwamba kila kitu atagharamikia mjomba, kinachotakiwa ni Sefu aende tu shuleni. Hakupenda kabisa kumwacha Shani kwani alizoea kutulizia mizuka yake hapo pindi ikimpanda. Licha ya hivyo, Shani alikuwa na uzuri wa aina yake. Ngozi nyororo kama ya mtoto ndio ilihamasisha zaidi pindi Sefu alipokuwa akimshikashika wakati wa kula tunda tamu kitandani. Wiki mbili zilipopita Sefu aliwasili kwa mjomba wake ambaye alikuwa anakaa kwenye nyumba za shule zilizojengwa maeneo hayo hayo ya shule. Basi Sefu alianza kidato cha kwanza ambao hakutegemea siku ya kwanza alipofika shuleni. Hakumwona msichana hata mmoja wala kusikia sauti ya kike zaidi ya walimu. Pindi alipoulizia vizuri kwa wenzie ndipo akaambiwa kwamba hiyo shule ni ya wavulana tupu. Sefu alichoka kwani alishazoea kila muda kutuliza mizuka yake kwa wasichana. Muda wa kutoka shule ulikuwa ni saa nane kamili. Basi siku hiyo alirudi mapema nyumbani baada ya kutoka shule. Nyumbani hapo anapoishi mjomba wake hapakuwa na mtu yeyote zaidi ya wawili. Yalipofika majira ya saa tatu na nusu usiku, Sefu akiwa chumbani kwake, mara alishtuka kusikia sauti ya kike nyororo iliyomfanya awe na hamu ya kumwona mrembo mwenyewe. Kumbe yalikuwa ni mambo ya mjomba. Sefu akiwa ndani ya taulo alipiga hatua za kunyata na kwenda mpaka mlangoni kwa mjomba wake, kwani hapo ndipo walipoingia wawili hao. Alisimama nje hapo huku kwa hamu kubwa akisubiri mechi ianze, angalau apige chabo. Basi kama kawaida, mjomba akiwa ndani alilianzisha, ambapo Sefu alijulishwa kwa miguno ya kimahaba iliyokuwa inaendelea ndani humo. Alilalamika msichana huyo ambaye ilionekana dudu la mjomba limemkolea hasa. Lakini kupitia uwazi mdogo sana kwenye mlango Sefu hakuamini pindi alipochungulia na kupata kuona yanayoendela ndani humo. Mm, mjomba naye Noma alimshuhudia mjomba wake akiwa amemwinamisha msichana wake na kumsugua kitumbua chake, lakini alishangaa kuona kila wakati dudu la mjomba linachomoka. Alishuhudia hali kama mara kumi hivi katika muda mfupi kitendo kilichoanza kumuudhi mpenzi wake. Marko, tubadili mtindo bwana. Tulia bwana, hii ndiyo naipenda hii haikufai mpenzi wangu, si unaona mwenyewe kila muda inachomoka, minakuwa sisikii raha. Aa bwanawe, kama ndiyo hivyo basi bwana. Kwa nini nikikwambia ukweli huwa unakasirika sana? Marco hakupenda kuambiwa kuwa mtindo huo hauwezi, hivyo alikasirika kiasi ambacho alimfukuza msichana wake muda huo na kumwambia akijirekebisha kauli zake arudi tena. Basi katika hali ya kiunyonge, msichana huyo alivaa nguo zake na kuondoka. Akiwa ameshatoka nje kabisa anaondoka, mara Sefu alimfuata dada huyo, huku akiwa amevalia kibukta kifupi kilichomwonyesha jinsi dudu lake kubwa na refu lilivyojilaza kwenye bukta yake. Hello we dada, samahani, aliita Sefu huku akimkimbilia, ambapo dudu lake lilikuwa likitikisika ndani ya bukta ka. Alishangaa dada huyo alipoliona dudu hilo ambalo lilionekana kama mzigo kwa Sefu. Mambo, alisalamia Sefu huku akiwa amemsogelea kabisa dada huyo. Safi. Wewe ni nani? Naitwa Sefu. Marco ni mjomba wangu. Anha, sasa imekuaje huko hapa? Nimekuja ili nikusalimie. Haya, nashukuru, asante. Kwa heri. Basi Sefu aliondoka na kurudi nyumbani, ambapo alimwacha dada huyo akiwa na maswali mengi kichwani mwake. Hivi ni mtoto kweli huyu? Mbona ana mzigo mkubwa sana? Au kachanjia? Au nitakuwa nimeona vibaya? Siyo busha kweli lile? Hayo ni baadhi ya maswali aliyojiuliza dada huyo, huku akiwa amesimama pale pale alipoachwa na Sefu. Ulipita mwezi mzima, Sefu hakuonja kitumbua, alishikwa na hamu sana, kiasi kwamba akitoka tu shule mizunguko yake ni mtaani kutafuta wanawake japo wampe kitumbua kwa dakika chache tu. Mawindo yake yote yaligonga ukuta. Kila alipopita alikuta hali sio kama alipotokea kwamba wanawake watakuwa ni wengi na rahisi kupata muda wa kuongea nao. Siku hiyo Sefu akiwa amejilaza chumbani kwake mara alishangaa akiamshwa na kelele za mlio wa gari lililosimama nje ya nyumba. Alishtuka na kuanza kuelekea sebuleni ili aone ni nini kinaendelea. Alikuwa ni yule dada ambaye mara nyingi huzoea kuja kwa mjomba wake kusuguliwa. Lakini ujio wa siku hiyo ulikuwa sio wa kawaida, ilionyesha ndio anahamia kabisa kwa mjomba, kwani alikuja na vitu vyake vingi vya ndani na mabegi ya nguo. Basi alisaidia kuvishusha na kuingiza ndani, familia ikaongezeka, ambapo mjomba alifunguka na kumweka wazi Sefu kwamba dada huyo ni shangazi yake na jina lake anaitwa Tekla. Basi maisha yakawa rahisi ambapo mambo mengi yalibadilika nyumbani hapo. Kama unavyojua tena nyumba akiingia mwanamke anayejitambua hata kama ya udongo utaipenda tu. Sefu alikata tamaa baada ya kujua Tekla ni shangazi hivyo kutovuka mipaka, aliamua kukaa mbali naye. Hali ya kuwa na ugwadu wa muda mrefu ilimfanya Sefu wakati mwingine hata kutoelewa vizuri darasani. Jambo la kufanya mapenzi aliliweka mbele sana na alishazoea kulipata mara kwa mara au muda atakaohitaji. Ilikuwa ni Jumapili tulivu ambapo baada ya kutoka kanisani Sefu na Tekla walielekea kwa Dolothea rafiki kipenzi wa Tekla. Kwa vile Dolothea hakuwa anaishi mbali iliwachukua dakika kumi kufika kwake ambapo walitembea kwa mguu. Walipokelewa vizuri sebuleni ambapo vicheko na stori ndizo zilizoendelea, lakini ghafla alipigiwa simu Tekla na Marco ambapo alimhitaji haraka nyumbani. Dolo, samahani shoga yangu, shemeji yako kanipigia simu, ananiita sasa hivi niende, sijui kuna nini. Haiwezekani jamani, mimi nimekuandalia pilau leo, halafu we unaondoka. Jamani nielewe tu tafadhali, kipenzi, siku nyingine nitakuja. Basi naomba kitu kimoja mm. huyu mtoto abaki hata ashiriki chakula cha mchana na mimi badala yako mm. Sefu utabaki na shangazi, Tekla alimhoji Sefu. sawa tena napenda pilau kama nini, alijibu hivyo Sefu, kauli iliyopelekea wote ndani kucheka. Basi Tekla aliondoka na kuwaacha Sefu na Dolodhea wakiwa hapo sebuleni wameketi. Kichwani mwa Dolothea hakuwaza chochote kuhusu Sefu, kwani alijua ni bado mtoto. Lakini kichwani mwake Sefu alikuwa akipanga mipango ni kwa jinsi gani atamwingiza laini Dolothea ili amsugue. Hii ndiyo nafasi pekee, lazima ni msugue huyu dada, alijiapia moyoni hivyo Sefu huku akimwangalia Dolothea kwa jicho la wizi. Dolothea alikuwa anamiliki chumba chenye bafu na choo ndani na sebule ndogo sasa mdogo wangu, ngoja niende nikaoge, halafu tule chakula, aliongea hivyo Dolo, huku akiinuka na kuingia chumbani kwake. Baada ya dakika kadhaa, alitoka huku akiwa amevaa kanga moja aliyojifungia kifuani. Alitembea kwa madaha na kumpita Sefu alipokaa, kisha akainama na kufanya makalio yake yajipanue na kuonekana laivu. Kama unavyojua makalio yakiwa ndani ya kanga moja, balaa lake Sefu aliishia kujilamba midomo yake ambapo dudu lake lilinyanyuka kwa hasira. Kumbe dada huyo alikuwa amekuja kuchukua simu yake kwa sababu kuna mtu alitakiwa kuongea naye, lakini aliponyanyuka na kugeuka kwa haraka alimwona Sefu akiuinua mguu mmoja na kuupandisha juu ya mwingine, ambapo kwa yeye kiutu uzima akawa ameelewa. Mm, mtoto ananitamani alijiuliza, lakini hakutaka kujipa mawazo akaingiza chumbani kwake. Pindi alipoingia ndani hakwenda kuoga, alifungua pazia na kumwangalia Sefu sebuleni hapo. Bila ya kujua kama kuna mtu anamwangalia, Sefu alisimama kisha akaanza kuliweka sawa dudu lake ambapo alilitoa kabisa nje na kushusha suruali yake. Akalishika na kulirudisha ndani ya suruali. Akalibana vizuri na kupandisha suruali tena kisha akafunga mkanda. Mm, huyu mtoto mtu mzima mbona ana dude kubwa? Me sijawahi kukutana nayo tangu nizaliwe. Leo hii anao mtoto wa kidato cha kwanza. Hapana, lazima niupate hata kwa sekunde kadhaa tu. Sasa hapa nitafanyaje? Naye Dolo alianza kupanga mipango ya kumtega mtegaji. Mara akajifanya ameumia, akiwa amevaa ile kanga, alijikalisha chini, kitendo kilichofanya kanga yake ipande juu kabisa na kuyaacha mapaja yake wazi. Huku juu aliilegeza kidogo kanga ili kurahisisha zoezi. Kwa jinsi ambavyo mapaja yake yalivyokuwa yakionekana, sidhani kama kuna mwanaume angechukua dakika mbili kutatazama bila kusimamisha dudu lake, kwani alikuwa meupe fulani yenye ukubwa wa wastani, yalinona hasa na kuvutia kuyaangalia bila kuchoka. Sefu, wa Sefu alita aliita dolo kana kwamba ameumia kweli ili kumvuta Sefu aliyekuwa anaiwinda hiyo nafasi kwa hamu. Itaendelea.